Kwa mujibu wa mashuhuda wa ajali hiyo ni kwamba, gari hilo Toyota Hilux, linadaiwa kuwa kwenye msafara wa Mwenge, likiwa kwenye mwendo kasi, huku limebeba abiria, lilijaribu kumkwepa mwendesha bodaboda, ndipo likaparamia gema ya barabara na kupinduka. Pale tu niona tu watu wamebinuka, ndio kama hivyo wengine wamebinuka, ndio hivyo nilichokiona mimi. kwa lakalaka sikutaka, kwa sababu nilikuwa niko na abiria, nilispaki pikipiki pembeni, nikasimama, nikawa naangalia sikutaka kujua kitu gani kinachoendelea tena kingine eh, sio umeumia umekufa eh, na majeruhi eh. Damu zile pale mzee, damu zile pale katikati ya barabara hapa zimeekewa na mchanga eh. Eh, yani bodaboda alikuwa anavuka nautani pale katokea juu hivi, nautani pale seemia kuvuka hata katika kukwepa na tayari sivyo? Jamaa ilikuwa imenani upepo ikamipanda imekaa, hiyo ndio pale pale likamena hmm. Jamaa kweli alikuwa yuko spidi, lakini katika narusu, ukwana, kwa sababu barabara inaruhusu spidi aliyokuwa nayo, barabara ilikuwa inaruhusu. Sasa boda boda alikatiza mbele pale ghafla, katika harakati za kumkataa boda boda ikabidi ashike breki za ghafla, huyo ndio gari kama seleleke mingi mtaroni. Kwa hiyo pale ikawa tayari mambo yameshaharibika. Kuna mdogo mmoja amefariki pale pale, kama unavyoona hapo, damu ni nyingi sana. Lakini natoa rai kwa madereva wenzangu, jamani, tueni makini na zaidi zaidi. Kila dereva hata magari anatuzarau sana bodaboda. Madereva magari pia wanatuzarau bodaboda, na pia sisi wenyewe bodaboda tuna makosa, hatufuati sheria na zaidi ya ambao hawana leseni hawa kawaida, lakini si madereva wa boti, taratibu zetu huaga tunafuata, lakini wakati mwingine unakuta unachomekewa na mwenye magari, au sio? Wenyewe tunafanya makosa, makosa ya kweli yapo, magari wanafanya makosa, hata daladala nani, bodaboda tu pia tunafanya makosa. Gari likawa kama linayumba, yani linapoteza mwelekeo. Sasa tukasema lile lile gari lile lile lina shida, mpaka lilivyofika maeneo haya hapa haya, lile gari tukasikia puu! Sisi ikabidi tusimame. Tulivyosimama lile gari likadondoka, kwanza mara ya kwanza likainuka, likadondoka mara ya pili, likainuka mara ya tatu ndio likajilaza chali, ndio hapo sasa watu ndio walipoanza kukimbilia na makelele ndo walipoanza. Eneo hilo linatajwa kuwa na matukio ya ajali, huku mashuhuda wakidai kuwa katika mbio za mwenge mwaka jana iliwahi kutokea ajali eneo hilo hilo. Jana nako hapa hapa ilipatikana ajali, ilikuwa mbio hizi za mwenge mwaka jana kipande hichi hichi cha JKT, ah, e, nene, hili, yani kwanza hili ni machinjioni brother, kutoka hapa mpaka Tegeta kwa, so, si, yani, kwa ndevu pale kwenye ule mteremko ni ile down. Ni kumshukuru Mungu e, nikumwomba tu Mungu atusaidie e, tena kwa nyakati za usiku kipande hichi, kama ni bodaboda nabidi yani, apo ufike akili iwe imetulia kabisa. Jitihada za kupata uthibitisho juu ya ajali hiyo kwa upande wa jeshi la polisi zinaendelea. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha bila kusahau mahojiano maalum exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu, vyote hivi unakutana navyo hapa hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomeintvmedia@gmail.com. t gic nyote nakaribishwa.